Usimamizi wa biashara zao la kakao chama kikuu Kyecu kupitia kwa waendesha magara wetu, tulikuwa tukikumbana na changamoto kubwa ya kupokea kakao ambazo hazikidhi kiwango cha unyevu kutoka katika vyama vya msingi na wakulima, jambo ambalo lilisababisha kukosekana kwa maonyevu, kwani vifaa hivyo vilikuwa vinapatikana sehemu ya magara makuu pekee. Pia mizani ambayo ilikuwa ikitumika kwa ajili ya kupimia kakao za wakulima kwenye ni ile ambayo ilikuwa haina uwezo wa kuunganisha vifaa mifumo ya kitiama, kama vile mfumo wa usambazaji wa shirika move na mifumo mingine. Hivyo kama chama kwa miaka kadhaa tuliendelea kutafuta njia ambayo itaweza kutatua changamoto ili kuboresha huduma kwa wakulima, na njia pekee ambayo tuliona itafaa ni kuweka sehemu ya tozo kwenye mjengeko wa bei kwa ajili ya kuwezesha ununuzi wa vifaa hivyo, na kwa miongozo ya ushirika chini ya ofisi ya mnaji wa shirika iliona kuwa jambo hilo linafaa na likapelekwa kwenye mkutano wa wadau wa zao la kokoa kwa ajili ya kulifanyia maamuzi. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, kwa heshima kubwa tupende kuishukuru serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mama Dr. Samia Suluhu Hassan na chini ya uongozi wako uliweza kuona pia changamoto hizo, na kupitia mkutano mkuu wa wadau wa zao la kokoa wa mkoa wa Mbeya uliofanyika tarehe 26 mwezi wa pili, ukiwa kama mwenyekiti wa mkutano huu, tuliweza kupitisha kiasi cha shilingi 50 kwa kilo Kikato kwa mkulima ili kiweze kuwezesha ununuzi wa kiongevu na mizani ya kidijitali kwa ajili ya kuondoa changamoto hizo. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, baada ya kile kikao kupitisha chama kikuu kiko tulianza utekelezaji wake mara moja ambapo tulifungua akaunti maalum ya kuhifadhia hizo fedha na hadi kufikia tarehe thelathini mwezi wa tano mwaka 2025 jumla ya kiasi cha shilingi milioni 1515 laki 844 kilikuwa kimekusanywa kwenye akaunti hiyo. Aidha, kufuatia makusanyo hayo, kiasi iko chama kikuu, tumefanikiwa kununua vifaa kama ifuatavyo. Tumefanikiwa kununua vifaa vya unyevu 40 vya thamani ya shilingi milioni 2022 na laki mbili. Pia tumefanikiwa kununua mizani ya kidijitali vishkwambi na printer 40 vya thamani ya shilingi milioni 116. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, vifaa hivi vitatolewa kwa mkosi wote 37 za wilaya ya Kyela na kwa heshima kubwa zoezi hili litaongozwa na wewe mwenyewe na tunatarajia kuwa baada ya kukabidhiwa kwa vifaa hivi kutaenda kutatua kwa kiasi kikubwa changamoto ambazo tulikuwa tunapitia katika uandaji wa kakao mara yanapotoka kwa mkulima. Mwisho lakini siko muhimu, mheshimiwa nasi mkuu wa mkoa, ukiwa kama mwenyekiti wa zao la kakao mkoa wa Mbea, kama ikikupendeza, tunaomba kiasi cha shilingi hamsini kiendelee kukusanywa ili kiweze kutumika kwa ajili ya kuanzishia kiwanda cha kuchakata kakao katika wilaya yetu, hali ambayo itaongeza thamani ya zao letu na wigo wa biashara kwa wakulima kuliko kutegemea kuuza kakao ghafi. Kokoa hoye! Piga makofi kwa kokoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, leo sina maneno mengi, kwa sababu tutakuwa na mkutano baadaye, tutawaambia wananchi mambo makubwa ambayo yamefanyika kwenye wilaya hii chini yako na chini ya Mheshimiwa rais. Ndugu zangu Wanakiela, ninachowaomba hiki kilichofanyika leo ni mfano tu wa kwanza kuelekea kwenye mafanikio ya zao letu la kokoa, na haya hayajatokea kwa muujiza. Yametokea kwa sababu amkozi zimejitoa, ushirika umejitoa, wakulima wamejitoa, lakini na viongozi wetu wameunga mkono. Ndiyo maana leo tunaona mafanikio ya kupata vipima unyevu na kupata mizani za kupima kidijitali digitali, woye, mambo ya kidijitali ni sera ya Chama cha Mapinduzi na mheshimiwa Rais ametuomba na ameiomba serikali itimize haya. Leo Kiela tunaanza kutimiza. Jipigieni makofi, wana Kiela. Ndugu <mukuhu> mkuu wa mkoa ni kushukuru kwa kufika Kiela na kufanya kazi kubwa hii. Tunachokuahidi hatutakuangusha na siku zote waswahili wanasema mwanzo ni mgumu, lakini mkishatoka gari litaanza kutembea. Sasa ni mwendo, tutaenda mbele zaidi, na Mungu akubariki sana. Kwanza kabisa niwashukuru sana wenzetu wa Kyecu, ambaye dada yetu mwenyekiti Lea Mwakapala pamoja na meneja na bodi nzima ya Kyecu kwa kuendelea kusimamia vizuri ushirika katika wilaya hii ya Kyela, na muendelee kusimamia ushirika kwa sababu ndio unaoleta uchumi wa Wanakyela. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wa wilaya hii, Mheshimiwa mkuu wa wilaya Dada Josephine, viongozi wa chama cha mapinduzi, mheshimiwa mbunge, mkurugenzi wa halmashauri, kamati ya usalama ya wilaya kwa kuendelea kuwa wamoja na kusimamia ushirika kwenye wilaya hii, hongereni sana. Lakini jambo lingine, niwapongeze sana wanakela. Tulikuwa tunaleta ushirika huku, kulikuwa na changamoto nyingi, lakini kama alivyosema Mheshimiwa mbunge kwamba mnaanza kwa hatua hatua kwa hatua, mtakwenda mtakwenda mtakwenda mpaka baadaye mtafika mahali pazuri, na hivi sasa tulipo sio sawa na tulikotoka. Kwa hiyo tujipigie makofi mengi sana kwa watu wetu kufika lakini jambo lingine la msingi kabisa ningependa nilizungumze ni swala la kuendelea kuimarisha zao hili. Vyama vyote vya msingi lazima muwe na vitalu vya kakao, miche ya kakao, vitalu kwa ajili ya kugawa bure kwa wakulima. Hiyo miche ambayo ikitolewa bure inaendelea kuongeza uzalishaji wa zao hili la kakao kutoka tulipo sasa tani zaidi ya elfu kumi kwa mwaka mpaka tani elfu ishirini na kuendelea. Ndugu zangu, ukiona jambo linakupa faida lishikilie. Sasa zao hili linatupa faida, linabadilisha maisha yetu, watu wanapendeza, wanakera, wanaishi vizuri, ni vyema mkaendelea kusimamia, ila kitu kikubwa, tuendelee kudhibiti mianya ambayo ya udanganyifu. Na ndio maana hapa tunakuwa na mizani ya kidijitali wakati nakubali kutozwa shilingi hamsini hamsini. Hii nilikuwa kidogo nina mashaka mashaka kwamba ni kweli tutanunua hii mizani, lakini leo hii nimeiona kwa macho na namna ambavyo inafanya kazi, naamini tunakwenda kukomesha kabisa udanganyifu kwenye zao hili la kakao, hasa kwenye upimaji wa kakao. Hongereni sana wanaushirika, hongereni sana wana kiera kwamba tuendelee kutoza shilingi hamsini. Nadhani hii inatoka kwa mnunuzi, kama sikosei, si ndivyo bwana? Inatoka kwa mnunuzi shilingi hamsini ili tuenze kujenga kiwanda kikubwa cha kuongeza thamani ya zao la kakao hapa Kyela. Sasa tusi, tusianze kulihujumu jambo hilo, maana kuna wengine wataanza kuhujumu kwamba hawa wasijenge kiwanda kwa sababu watapata faida kubwa, halafu matokeo yake tunaendelea kutoa kakao nje ya nchi, na wakati tuna uwezo wa kuongeza thamani ya zao la kakao hapa hapa Kiera. Sasa, cha kwanza ninachotoa maelekezo, ndani ya mwezi mmoja mwe mmeshaandaa eneo kwa ajili ya kujenga kiwanda kikubwa cha kakao hapa Kiera. Jambo <coughs> la pili ni kwamba shilingi hamsini iendelee kutolewa na iendelee kutolewa ili tuweze kupata hizo fedha, tuanze kufanya utaratibu wa kujenga kiwanda kikubwa cha kuongeza zao la kakao hapa, kuongeza thamani ya zao la kakao hapa Kiera. Tunataka mtu akifika Kiera anaweza kutoka na chocolate ya Kiera, anaweza akatoka na bidhaa ambayo imeongeza thamani hapa Kiela, na na uhakika ndani ya muda mfupi tutapata hii pesa na tutajenga hichi kiwanda. Na pesa hii manake mwaka huu itakusanywa na mwakani itakusanywa harafu tujenge hicho kiwanda na naamini tukishaweka milioni mia tano na watu wa benki watakuja na mrajisi wa vyama vya ushirika kwa sababu zao hili liko smart na limejisimama lenyewe halina changamoto zozote manake mrajisi wa vyama vya ushirika utalazimika kukubaliana na wao endapo watalazimika kukopa kuongeza kidogo kwa ununuzi wa mashine nje ya nchi basi ni vyema uweze kutoa ushirikiano.